Je, yeah, umewahi kujiuliza ni kwa nini kufunga ni tendo muhimu sana katika Ukristo? Utamaduni ulioendelea kwa karne nyingi, ukileta waamini karibu na Mungu kupitia kujitolea na ibada. Nidhamu hii ya kiroho inayofanyika kwa njia mbalimbali katika ulimwengu wa Kikristo ina maana kubwa sana katika safari ya imani. Kufunga si tu kukataa chakula, ni wito wa kumwendea Mungu, kutafuta mapenzi yake na kushuhudia nguvu zake za kubadilisha maisha. Kufunga kumekuwa likifanyika na waumini wengi katika historia. Kutoka kwa Yesu alivyofunga jangwani hadi kanisa la awali na bado ni sehemu muhimu ya maisha ya Kristo leo hii. Lakini ni nini kilicho moyoni mwa Mungu kuhusu kufunga? Na jinsi gani kinatumika kwa malengo yake makuu? Kwa Wakristo kufunga ni njia ya kujinyenyekeza mbele za Mungu, kutafuta uwepo wake na kuandaa mioyo kwa ukaribu mkubwa na yeye. Katika Mathayo sura ya nne mstari wa pili tunasoma kwamba Yesu alifunga siku arobaini na usiku arobaini na baada ya hiyo alihisi njaa. Kufunga kwake ilikuwa ni wakati wa maandalizi kabla ya kuanza huduma yake ya umma wakati wa maombi na upya wa kiroho. Yesu anatufundisha kwamba kufunga si tendo la mwili tu, bali ni la kiroho, njia ya kutafuta mwongozo wa Mungu na kutuunganisha mioyo yetu na mapenzi yake. Katika Agano la Kale, kufunga mara nyingi kulihusishwa na toba na maombolezo, lakini pia ilikuwa njia ya kutafuta kibali na mwelekeo kutoka kwa Mungu. Katika Yoeli sura ya pili mstari wa kumi na mbili Mungu anawaita watu wake warudi kwa Mungu kwa mioyo yao yote, kwa kufunga na kulia na kuomboleza. Kufunga kulikuwa ni njia ya kujinyenyekeza na kutafuta rehema za Mungu, hasa wakati wa shida au mahitaji makubwa. Lakini kufunga si tu kuruhusu kile unachojitolea, ni kuhusu kile unachopata. Yesu anasema kuhusu zawadi ya wa kufunga katika Mathayo sura ya sita mstari wa kumi na saba hadi wa kumi na nane akisema, lakini unapofunga jipake mafuta kichwani na usogee uso wako, ili usionekane kwa watu kama umefunga, bali kwa Baba yako ambaye hayupo kwa macho, na Baba yako anayekiona kile unachokifanya kwa siri atakupa malipo. Kufunga ni tendo la kibinafsi na la faraga la kujitolea linalotuletea karibu na Mungu na ahadi ya upya wa kiroho na uhusiano wa karibu zaidi. Katika Isaya hamsini na nane mstari wa sita hadi wa saba Mungu anaeleza aina ya kufunga anayotaka. Je, hili si kufunga nililochagua, kufungua minyororo ya udhalimu na kufungua nira ya kifungo kuachilia nuru walioteseka na kuvunja kila nira. Kufunga kweli kulingana na neno la Mungu si tu nidhamu ya kibinafsi, bali ni wito wa kuchukua hatua, hatua inayohamasisha haki, rehema na huruma kwa wengine. Basi tunawezaje kutumia zoezi la kufunga katika maisha yetu ya leo? Cha kwanza Jitahidi kumwendea Mungu. Tumia kufunga kama fursa ya kutafuta mapenzi ya Mungu, kusikiliza sauti yake na kuunganisha moyo wako na kusudi lake. Tumia wakati katika maombi na ibada, ukiomba Mungu hujiridhisha kwako kwa njia mpya. Pili, funga kwa ajili ya mapigano. Wakati wa kukutana na changamoto, kufunga kunaweza kuwa zana yenye nguvu ya kutafuta uingiliaji wa Mungu, hekima na nguvu. Kama alivyosema Yesu katika Mathayo sura ya 17 mstari wa 21, hii haitoki ila kwa maombi na kufunga. Cha tatu, kutumikia wengine kwa upendo. Kufunga si tu kuruhusu kujitolea binafsi, pia ni wito wa kutumikia wengine. Isaya sura ya 58 na inatufundisha kwamba kufunga kunapaswa kuongozana kwa, kwa huruma na haki, kufikia kwa masikini walioteseka na waliovunjika moyo. Tunapofunga tukumbuke kuwa sio kuruhusu ibada yenyewe, bali ni kuhusu kumwendea Mungu na kuwa kama Kristo katika mchakato huu. Kufunga ni nidhamu ya kiroho inayoalika kuachilia vitu vinavyotutenga na kutufanya tusikilize na kuzingatia ufalme wa Mungu. Tujitahidi kuishi kwa moyo wa kufunga, si tu kwa kutokula, bali kwa kutafuta haki, rehema na upendo. Hata hivyo kufunga kwetu kuongoze na mabadiliko, si tu katika maisha yetu, bali pia katika maisha ya wengine walio karibu nasi. Tuwe vyombo vya amani, matumaini na uponyaji wa Mungu katika dunia, tukiishi wito wa kupenda na kutumikia wengine kwa jina la Yesu Kristu. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo tukiwa na mioyo ya unyenyekevu na shukurani, tukitambua ukuu wako na upendo wako usio na mwisho. Tunakushukuru kwa kipaji cha maisha, kwa uwepo wako daima na mwaliko wa kuja karibu nawe kupitia maombi na kufunga. Bwana, tunapofunga tunajiweka mbele zako, mioyo yetu, akili zetu na miili yetu tukitafuta mwongozo wako na mapenzi yako kwa maisha yetu. Tunatambua kuwa kufunga sio tu kula, bali ni kutengeneza nafasi katika mioyo yetu kwa ajili yako kufanya kazi. Ni wakati wa kujinyenyekeza mbele zako, kuachilia matamanio yetu na kutafuta uhusiano wa karibu na wewe. Tusaidie kukumbuka kuwa si tendo la kufunga linalokufurahisha bali ni mwelekeo wa mioyo yetu. Hebu kufunga kwetu kuwe ni ishara halisi ya hamu yetu kukujua zaidi na kukua katika uhusiano wetu nawe. Baba, tunakuomba ujidhihirishe kwetu wakati huu. Zungumza na mioyo yetu kwa njia ambazo ni zako pekee. Fungua macho yetu kwa kweli unazotaka kutuonyesha na utujaze kwa hekima na ufahamu wako, tunapoiweka kando raha zetu tuweze kupata kuridhika kwetu kweli kwetu sisi kutoka kwako pekee. Tufundishe kutegemea nguvu zako na sio zetu, na kuamini kuwa wewe ni mwaminifu kutupatia kila tunachohitaji. Tunaomba Bwana kwa ajili ya mapambano katika maeneo ambapo tunahitaji uingiliaji wako. Kwa wale wanaoshindwa magonjwa, kutokuwa na uhakika na huzuni, tunaomba ulete uponyaji na amani kwa wale wanaohitaji mwongozo, toa wazi na kuelekeza, na kwa wale wanaotafuta msamaha wako waweze kupata uhuru na neema inayopatikana katika rehema zako. Bwana, tusaidie kufunga na mioyo isiyozungumzia mafanikio yetu wenyewe bali utukufu wako. Hebu Bwana, wakati huu wa kufunga utuongoze kwenye huruma zaidi kwa wale wanaohitaji tusaidie kukumbuka maneno ya Isaya kwamba kufunga halisi si tu kwa ajili yetu, bali kutufanya kuvunja minyororo ya dhuluma na kuwajali walioteseka. Hebu kufunga kwetu tukufanye kwa vyombo vya amani yako, upendo na haki katika dunia hii. Tunaomba kwamba kupitia kufunga hili, mioyo yetu itafufuliwa, roho zetu zitajengwa na imani yetu itazidi kuwa imara. Hebu wakati huu wa kuja karibu nawe, ulete matunda ya kudumu katika maisha yetu na tupate kutoka katika kufunga hili, kwa hisia mpya ya wito wako, ahadi ya kukufuata wewe kwa karibu, na moyo unaoonyesha upendo wako. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu na mkombozi wetu, tunaomba. Amina.